Kila mtu anajua kwamba unapopata mwanamke unapata kitu chema, ni rafiki tena, aweza kuwa mtu wa karibu ambao mnaweza kusaidizana naye kwa njia moja ama nyingine. Lakini kuna jamaa huyu hapa, ambao picha yake iko hapa juu, ameishi miaka hamsini na tano peke yake, na hiyo miaka yote anakimbia wanawake, akisikia tu mtu anayohitwa mwanamke kwake ni kukimbia, na miaka yote 55 hiyo ameishi peke yake tu. Hata wandugu zake wa kike wanavyomletea vitu, wanaacha mbali huko, wakishaondoka ndio anatoka nje, anaenda kuvichukua na kuweka ndani. Mwake yeye na mwanamke kabisa pale, wengine wanaona ni starehe, yeye kwake anakimbia. Miaka 55 anaishi peke yake na kukimbia wanawake. Naenda kuweka picha yake hapa ili muweze kumwona. Hayo ndio majabu ya dunia unavyofikiria ndugu yangu, ukipata mwanamke umepata kitu chema, lakini jamaa hapa kwake ni hasara, tena anakimbia mbaya sana. Utaenda kumuona hapa. Asante sana.